Jua linapozama juu ya anga la Dar es Salaam, bandari inajaa sauti za honi za feri na sherehe za shughuli za jioni. Timu ya MazaoHub inapanda feri ikiwa na shauku, na upepo wa bahari unaotupa ahadi ya adventure inayofuata. Hii haikuwa tu safari ya kuvuka maji ilikuwa nafasi ya kuungana, kujifunza, kuimarisha mshikamano na kuona kwa karibu jinsi kila mmoja anavyochangia mafanikio ya Mazao Hub. Safari yetu ya Zanzibar ilikuwa kipekee sana. Kila mmoja alikuwa na shauku kufika huko, na kila mtu alibeba ndoto za mwaka mzima. Kwa kweli, Zanzibar haikuwa destination, ilikuwa nafasi ya kujenga upya. Zanzibar ilitupokea kwa upepo wa bahari, lakini ndani yetu kulikuwa na kitu kingine: hamu ya kwanza upya, kwa sababu ndoto kubwa haiwezi kubeba na mtu mmoja. Inahitaji timu ya nguvu moja. Safari hii ilikuwa njia ya kumpatia kila mmoja nafasi ya kutafakari, kushirikiana na kurudi kazini tukiwa na motisha mpya. Hii ndiyo safari iliyobadilisha fikra, mtazamo na mshikamano wa timu yetu. Safari hii imenibadilisha kwa namna ya sana. Nimeanza kurudi kazini nikiwa na mtazamo mpya, ufanisi zaidi, na uwezo wa kushiriki mawazo yangu bila uoga. Ikunda Ikunda leo leo. Mafunzo ya personal leadership yalikuwa ya muhimu sana, kwa sababu sisi tunaamini kwamba kila mmoja ni kiongozi kwa nafasi yake kama kiongozi lazima ufahamu namna ya kuzingatia muda, namna ya kuwajibika, namna ya kutatua changamoto bila ya kusukuma. Ilikuwa ni muhimu kuwepo na hichi kipengele. Mafunzo kwa ujumla yamenisaidia kupanga kazi zangu vizuri, kuwajua wenzangu na nguvu zao. Kwa pamoja mecheza timu building ilionyesha wazi kuwa tukifanya kazi kwa pamoja tunaweza kufanya mambo makubwa mno na mazuri sana. Niliona changes siku inayofuatia. Hatukuhitaji tena kusukumana, ni muda ya kuingia kwenye basi, ni muda kwenda wapi. Kila mmoja aliwajibika kuhakikisha anakuwa anapohitajika kwa muda sahihi. Tunaweza kusema kwamba hii ilikuwa ni indicator kwamba training kweli ilifanya kazi. Lakini, sisi vision kubwa ya Mazao Hub sio kumiliki inventory kwenye maduka dunia imetukutanisha ili sehemu unayopita iwe ni daraja ya wewe kufanya nini, kufika sehemu fulani. Sasa kosa unaoweza kulifanya kwenye maisha yako ni kufikiria kwamba i am just here tu ni to buy time, sindio? Yule ni mess up kwenye life yako. Katika safari zangu nijifunza juu ya ushirikiano pamoja na wafanyakazi wenzangu napata nafasi kuwatambua fanya kabile zangu wasa wale ambao ni wanafanya kazi mkoani na tupata nafasi ya kuona nao mara nafasi, mazawabu, kwa mara. Nipende vilevile kuchukua nafasi kushukuru uongozi mzima wa Mazao Hub kwa kufanikisha safari hii ya sisi wafanyakazi kukutana pamoja kwa ajili ya team building. Hii haikuwa safari ya kawaida. Ilikuwa nafasi ya kujenga familia ya kikazi. Timu imerudi ikiwa imara, yenye umoja na tayari kutengeneza matokeo makubwa zaidi kazini. Safari hii ilikuwa mwanzo tu wa mafanikio mapya.